Hello wana KHP na tumai mko salama, kama vile niliwaahidi ya kwamba ninawaleta Toronto City na nitawaonyesha sehemu mbalimbali mbali ya Toronto siku ya leo, na leo nimeamua kuwaleta mchana kweupe. Najua mmeenjoy view ya usiku, mmeenjoy kuingia kwangu. Nimeamua ku drop inside kama vile uh, unaweza ukaona. So hii ni sehemu uh, ambao watu wanaabiri train la kuweza kuenda downtown ama ndani ya city ya Toronto, already hapa ni Toronto, na hizi ambao unaona zinazunguka hapa ni basi ambazo zinazungusha watu hizi maeneo ama area mbalimbali mbali. So hapa ni sehemu ambao unapanda train ya kwenda town, na train system yao ni za underground. So juu ni basi hizi ambao zinazungusha watu, chini ni train. So kama unaishi eh hizi upande wa to za Toronto huwa unachukua hizi basi kwa ajili ya kuweza kufika maeneo haya, na ikiwa unaishi maeneo ya mbali ama uko na gari lako binafsi unaweza ukaja nalo hadi hapa na ukalipak kati moja ya hizi parking zao hapa, na ukapanda train kwa ajili ya kuenda downtown, na unaporudi bado unachukua gari lako unarudi nyumbani ama unapanda hizi basi moja kwa moja zinakupeleka hadi maeneo ya kwako nyumbani ikiwa unaishi huku. Na train system yao ni underground, yaani hizi train zinatumika sana chini ya udongo, sababu ni train ambazo zinaenda mbio sana. Sasa huwa hazitumiki sana juu, huwa zinapita chini ya udongo, na kama vile unaweza ona huku mahali tunakuja ni underground na ndio mahali tunakuja kuabiri train. So kuna mengi sana ambao utajifunza kwenye hii channel yako ya KHP haswa ndani ya town ama city hii ya Toronto. Kuna vitu nyingi sana ambao kwetu nyumbani bado hatujakuwa nazo, na ninaamini hii channel itatusaidia pia kuweza kufunguka akili na kupanuka kwa njia nyingi sana. So ikiwa huwe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe.

Sisi tunatakiwa kuenda na naendelea kungoja eh, ile ambao itatupeleka sehemu ambao eh, natakiwa kukuwe, kukupeleka najua ya eh, kwamba inakuja na nitaisubiri kwa muda mdogo hapa kusudi niweze kukupeleka downtown. Leo nimekuambia, kuna mambo kibao ambayo naenda kukuonyesha siku ya leo na kuna mengi sana ambayo najua utaweza kufurahia uh, ama kubambika. So usiwe na wasiwasi wasi, uh, kuna vingi ambazo leo chaneli yako inaenda kukuletea, na ikiwa unapenda vitu kama hizi, kuna jambo lolote ambalo pengine ungetaka kuona, ungetaka kujifunza, so unatuambia tu ya kwamba nataka kuona kitu fulani ndani ya tauni fulani hapo Canada, utaweza kuonyesha. Nimekuambia kila leo ya kwamba tofauti na kukuonyesha njia ambayo itakurahisishia wewe kuweza kuingia hapa Canada. Tutakuonesha pia bahadhi ya njia, bahadhi ya vitu ambazo najua utafurahia. Hii ni nyingine ambao sasa inaelekea town, so acha tuweze kuingia hii ambayo haina watu wengi kusudi niweze kuonyesha vitu okay. Uh, nyingi sana I think hapa kutakuwa sawa, na mimi nikae sehemu ya ya dirisha, nikae sehemu ya dirisha kusudi niweze kuonyesha. So Canada iko poa, hii treni ni kubwa sana na ni treni ambayo inabeba watu wengi. Lakini unajua, huku ukiingia treni sio lazima muwe wengi ndio treni ianze kuenda ama basi ama nini ayo na mboga na masaa, wale ambao watakutaniwa kwa stage ni wale wanabeba, na ikikuwa kwamba imefika kwa, yes, wamba, kwa, kwa stage na wewe hauko tayari, sababu haina watu a kama unaweza ukaona nyuma yangu, ndio watu sio wengi, lakini wale ambao tupo, safari inaendelea. Hata uh, ikiangalia hii saidi nyingine pia haina watu wengi, lakini safari inaendelea, najua ngali underground hawezi ukaona vizuri nje, lakini wakati itatoka sasa, ifike sehemu ya nje kidogo, mahali mwangaza iko, najua utaweza kuenjoy. So leo kuna vitu vingi, kama vile nimekwambia, kuna historia mbalimbali, kuna mbali, vitu mbalimbali ambazo naenda kukuonyesha. Kama wewe ni mpenzi wangu, subscribe channel hii na uandamane nami mpaka mwisho, ili uweze kutoa vitu vingi hapa sasa Umetoka sehemu ya nje, kama unaweza ona hiyo ilikuwa ni underground, na hii ni nyingine ya uh, train ambayo inapita yu hiyo sehemu ya so, kwa sababu nimekwambia, basi na ni train. So hii sasa ni sehemu ya nje, ikiwa bado kwa station ya train hapa. Hata uh, ukiona hiyo side nyingine, hata kama ni mbali kidogo, but unaweza kaona line nyingi za train ambazo ziko hapo na kuna kuna sehemu ambayo nimekuonyesha kwenye video hiyo ya usiku hapo, uh, ikiwa ni Toronto City sehemu ambao, uh, train za kuenda kila sehemu huwa zinasimamia, na ilikuwa ni usiku na ilikuwa ni sehemu za ndani. Najua haukufanyikiwa kupaona vizuri, lakini leo najua nikifanyikiwa kufika hapo nitafika hapo kama bado kuna mwangaza kusudi uweze kupaona vizuri. Ukikuja Canada sitaki uwe mpya ama mgeni. Station nyingine ambayo inataka kuchukua watu, inaweza ikawa inashukisha watu ama inaweza ikawa inachukua watu, wanasema north bound. Uh, na kuna pia simu hapo nje, kama unaona, unaweza kuwa umekujia mtu simu yako ikazima, kama unajua jusi, unaweza kumpigia bado, unaweza uh, kupiga simu na itakuwa vizuri sana utaweza kumpata. So sehemu nyingi sana inatumia chini na juu. Ikiwa juu, maanake ni juu kabisa juu ya barabara, na ikiwa ni chini ni chini kabisa. Na sana sana inapanda juu kama inataka kuchukua mtu ama kama inataka kuingia kwenye station ambayo iko karibu. Next station is Lawrence West. West Station. Na jambo lingine ni mzuri uweze kujua sehemu ambayo unaenda, sababu utaambiwa eh, station ambayo inafuata ni gani. Lazima ujue hiyo station ni gani, kusudi ukipelekwa huko ukuwa unajua natakiwa kushukiwa kushukia sehemu fulani. Lakini ukiwa haujui, hata ikikuambia station next ni gani, unaweza ukapotea. Okay. imeweza so, mm -hmm. Kusuka safari imekuwa ya mrefu kiasi, sio uh, safari indogo, lakini najua, najaribu kufupisha ku vitu zingine kusudi muweze uh, kuelewa ku na kuweza kupata pia video ambayo iko sawa, sababu ni Mi weza kuwaonesha kila kitu ambao nitaona hapa bado. Uh, mnaweza mkakosa nafasi nyingine ya, ya kuweza I think natakiwa kuenda hivi, naweza tukakosa uh, nafasi nyingine ya, ya kuweka vitu zingine na pia siwezi nikamaliza hii siti kubwa na siku moja, ila zile vitu ambazo nita kupata nitajitahidi sana niweze kupata vitu nyingi ambazo kiukweli, eh, zitawasaidia wana KHP kuweza kuona the city of Toronto. So hii ni sehemu ambayo jana nimewazungusha, lakini nimewazungusha sehemu moja tu ya hii place. Na hiyo sehemu yenyewe, eh, imekuwa kama sehemu ya juu, mahali ambapo nataka kupanda kidogo, ndio maana sio lazima niwaonyeshe tena hapo, sababu nishawaonyesha hapo usiku lakini nitaonyesha nikipita, kusudi sasa niwaonyesha zile vitu ambazo sikufanyikiwa kuonesha jana usiku. Na sijui sauti yangu aswa sana sana, sababu najua siwezi shout, tuko town. tuko watu town. Kanada wa shoutingi, na ukiwa unapiga kelele <laughs> majirani watakuja kuleta shida hapo, ama wakitie polisi sasa ya. Lakini kwa barabara haina shida, kila mtu anatembea, uko free, hakuna mwenye anakusumbua ni vile tu nataka ni kuonyeshe uh, sehemu mbalimbali mbali, bila wewe kusumbuka. So hizi ni eneo za exit kutoka na sawasawa. Hizi ni eneo za exit pia na... hii yeah, nafasi ni kubwa. Unajua, ukitoka ovyo ovyo hautajua sehemu ambayo una, unaenda. So lazima kuelewa pia uh, maeneo mbalimbali hapa ndani. Vitu ziko mingi sana ambazo najua mnaweza taka kuona na ambazo nitaenda kuwaonyesha. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mpya kwenye chaneli hii, uh, kumbuka tu kusubscribe. so unaendelea kukutoa nje uh, kusudi uweze kupata the nice view ya Toronto, kama bado kuna mchana mchana kidogo. Unajua Toronto inakuwaga busy kila masaa na kitu. Fani ya hizi station zao, unapata zote ziko underground, zote ziko chini ya udongo, na unaweza ukatembea distance kubwa sana lakini yote unatembea uko chini ya udongo. Sasa hivi naenda kukutoa nje uweze kuona sasa nje kukiwa mchana No. Sasa unapata soto uko chini ya udongo, kiasi ya kwamba ukilala kidogo hivi na kwambia unapitishwa, sababu haujui uko stage gani. Lazima uende, unafungua macho na masikio na uweze kwenda na track pia eh, safari yako sababu yenyewe hapo ndani. Pole sababu nimemiss kukuonesha hiyo sehemu inakuonyesha gisi ambavyo mnaenda na stage next ni gani. Sasa usipokuwa makini na kuambia utapitishwa, utazungushwa kwa hiyo treni siku mzima, na hautajua hata umefika kwenyewe unaenda umefika kwenyewe unatakiwa kushukia ama namna gani? Ndio maana lazima kuwa makini sana. Najua ni vitu vingi sana ambazo mtaweza ee, kujifunza kwenye hii chaneli na tofauti na kuona vitu vingi ee, itakuwa muhimu kwako. Najua hii sehemu unaikumbuka vizuri sana, nimekuonyesha hapa ikiwa ni usiku, lakini unaweza ukapaona tena mchana vile ambavyo kunakaa. Unaona kuna nice view, yani unaona ni kama uko dunia yingine. Kwani hapa ni wapi? Hmm, unaona vile ni kuzuri. Najua ulipaona hata kama ilikuwa mida ya usiku usiku Ok, wenyewe naona jisi iko busy, sababu hii napeleka watu wasehemu mbali mbali. Unajua Toronto sio kila mtu anakujaga na gari, sababu kwenyewe unapata mahali pakuipaka ni kibarua, utalipia pesa mingi kiasi, eh. Kuna vitu vingi ambao utasumbuana nazo, wengine wanasumbuka na barabara, gesi ziko bizi, wapi nita park, sheria ziko nyingi, barabara ziko nyingi, kiasi ya kwamba unapata uh, inachanganya. So wengi kwa ajili ya kuepuka hiyo kuchanganyikiwa, unapata kidogo uh, wanajaribu kuepuka kuja na gari. Acha eh? Nikuonjeshe nje, hiyo ni kionjo <laughs> Kuna mengi ambao unaenda kuona, lakini hii ni kionjo, nikuonjeshe tu. Unaona gizi nje, kunakaa kama ni mchana. Acha nikupeleke wewe fuatana nami, kuna mengi sana ambayo najua tenda kuenjoy, mengi sana ambayo tenda kuenjoy na najua utafurahia. Najua zile sehemu ambazo nimekuzungusha zungusha, hata kama ilikuwa ni wakati wa baridi, unaweza ukaona utofauti mkubwa sana leo, sababu eh, huku unaona watu wako wengi. Nikikuleta usiku uliwaona wengi, nikikuleta mchana bado wanakutana nao wengi hmm? na hii sehemu ona vile ni sehemu ambayo inapendeza, na hapa bado tuko kwa station ya, ya, ya train. Tuko kwa, kwa station ya train mpaka saa hii bado tunazunguka kusudi tupate njia ya kuweza kutoka nje tunazunguka bado hapa ndani kwa ajili ya kupata njia toka nje. Na sehemu ambayo nimekuonyesha jana ikiwa ni usiku, nataka nikupeleke ndani uweze kupata view mzuri ya Toronto City, uone gisi ambavyo Toronto inakaa, na wewe mwenyewe ndio utajaribu sasa kutuonesha kama utailinganisha na sehemu uh, nyingine yoyote hapa na hii sehemu jana umepita usiku, mimi ma nimepita ama wewe umepita, yaani nimekupitisha jana usiku, lakini haukuelewa najua. Saa hii hata nikikuambia ni hapa nimepita jana, saa zingine unaweza sema hapana, sababu hali yenyewe ilikuwa hiyo usiku, na hali yenyewe iko saa hii inaonyesha vitu mbili tofauti, picha mbili tofauti sana na huku kila mtu ako busy, kila mtu anashughulika na maisha yake, kila mtu ako busy, watu wanakimbia huku, watu wanakimbia huku. Uh, naona mtoto mwingine amzungu. Um, hapo ameweka cheni kubwa, tafikiri ni mbwa kubwa ambayo iko na cheni <laughs> lakini tuache kuongea watoto wazungu vibaya, achana nao, kila mtu na maisha yake huko, kila mtu na maisha yake kabisa, hawashughuliki na hali yako wewe pambana na hali yako, maisha iendelee. Hakuna yule ambaye anakujali, kila mtu ako busy kivyake. Wewe piga shughuli zako, naye apige shughuli zake na iishie hapo. Naona ndio maana pia mimi lazima nianze kukuonesha onesha maisha ya Kanada. Si nilikuambia kwamba mimi nina matumaini ya kwamba wewe unakuja Kanada muda sio mrefu, siku sio mingi nitakuona Kanada siku sio mingi nitakuona Canada. Ndio maana nianze nikuonyeshe onyeshe Canada niku, hii nakaribia kufika nje uweze kupata sasa view uh, nzuri ya ndani ya nje, mm. Najua hii side jua itakusumbua kidogo, lakini hiyo ni CN Tower. Nataka leo ni kupeleke hapo sehemu ya ndani. Helo wana KHP na tumai mko salama. Leo ni siku nyingine nzuri. naona mwanadada hapo anaburudisha watu, anatupa burudani <laughs> Leo nimeamua kukuleta Toronto kama vile uh, unavyoona, nilikuahidi na nimesha kufikisha. Ilikuwa ni masaa ya usiku ambao nilikuleta na nikasema no Siwezi kuacha uenjoy Toronto tu usiku peke yake, sababu kuna vitu nyingi sana ambazo eh, zitakuwa zinakupita. Yes, uliona view ya usiku, uliona aje? Ulienjoy ama ilikuwa aje? Na leo nasema saa nikulete mchana uweze kuona eh, Toronto City ikiwa ni mchana kati yeah. So yenyewe gisu naiona ni city poa sana na hapa ni downtown, ndio maana unaona urefu ndio una unadominate. Na hii ni CN Towers. <coughs>